Majina anaitwa Mhandisi Nicolaus Msheri, Mhandisi wa mapato wa mkoa wa Kinondoni kaskazini, maarufu mkoa wa Mikocheni. Mimi na wenzangu tupo kwenye zoezi la East Zone la ukaguzi wa miundombinu ya shirika na kubaini wale wote ambao wanachepusha miundombinu ya wa shirika. Aa, kwa leo tuko hapa Mikocheni, kuna mteja ambaye sio mwaminifu amekuwa na chepusha miundombinu ya umeme kwa kutumia umeme pasipo kulipia Mteja huyu ana mita mbili zote za njia tatu, njia za three phase. Mita ya kwanza ni aina ya Conlog ya, ya njia tatu, mita namba 04156699219 yenye jina la MIC Tanzania Limited. Hii mita ni uh, amehamisha isivyo halali kutoka Kinondoni mtaa wa Pororo na kuileta hapa Mikocheni. Mita hii ina deni la shilingi milioni moja, laki nne, 63,662 na senti 12. Mita hii ni mbovu. Lakini mteja uh, anaitumia sivyo halali na ina bypass phase zote tatu. Anatumia umeme isivyo halali kwa kutumia, kwa kuchepusha njia zote tatu, kwa maana red, blue and yellow. Vile vile mteja ana mita nyingine ya pili na yenyewe ni njia tatu, aina ADMY, mita namba 43135821809. Na yenyewe mita hii ilikuwa na deni la shilingi milioni tatu, laki tano, thelathini na tano elfu, mia tatu themanini na mbili na senti sabini na tano. Katika mita hii aliweza kulipa deni la shilingi laki nane na balance low back ni milioni mbili laki saba elfu thelathini na tano mia tatu themanini na mbili na senti sabini na tano. Ameachana na hilo deni, amechepusha umeme, anatumia umeme pasipo kulipia. Kwa hiyo ameliingizia shirika hasara kubwa pamoja na serikali kwa ujumla, kwa kuhujumu shirika. Naomba kutoa rai kwa Watanzania wote wanaotuibia umeme, waache tabia hiyo kwani ni kinyume cha sheria. Na wengi wamekamatwa na tunaendelea kuwakamata na watafikishwa kwenye vyombo vya dola kwa hatua vya dola, vya dola, zaidi za, za kisheria hapa tutasitisha umeme kama sheria inavyotaka sheria namba, uh, kifungu cha 281 cha Electricity Act Electricity Act Cap 139 sheria namba 10 ya 2008, na tutamsitishia huduma mteja, tutampigia mahesabu yake ya kulipa kiasi chote cha umeme ambacho alikuwa ameibia shirika, amehujumu shirika, na atakapolipa ndio tutakapomrudishia umeme, lakini vilevile jeshi la polisi liko hapa litamchukua mtumiwa na kuhakikisha sheria inafuata mkondo wake. Kwa majina, anaitwa Furaha William Munisi, ni afisa usalama wa TANESCO mkoa wa Kinondoni Kusini. Tuko katika operation ya kanda ya Mashariki, lakini operation ambayo inafanyika nchi nzima kwa ajili ya kubaini watu ambao wanaibia shirika shirika pamoja na kuhujumu miundombinu ya shirika. Tunawaasa Watanzania na kuhujumu ya kutoa rai kwamba wale ambao wanajihusisha na vitendo vya kuhujumu miundombinu ya shirika tutawafikia kwa sababu ni lazima tuhakikishe kwamba shirika linajipatia mapato yake, lakini serikali pia inapata, inapata kodi kutokana na huduma tunazozitoa. Kwa hiyo niwaombe sana wale ambao wanajua kwamba wamechepusha umeme au wameharibu miundombinu ya shirika kwa namna moja au nyingine Aidha wajisalimishe ili sisi tuweze kuwafikia kabla sisi hatujafika kwa hatua nyingine za kisheria. Tuko pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale wote watakaokamatwa wanachukuliwa hatua stahiki za kisheria. Hatutamwacha hata mmoja, tutawafikia wote na watahukumiwa kulingana na makosa watakayopatikana.